E bana, wakati Gen Z wakiweka misimamo yao kwamba hakuna kusapoti kazi ya msanii yoyote, especially YouTube, imekuwa ni tofauti kidogo kwa msanii wa muziki Marioo, imekuwa ni tofauti. hii ni kutokana na mwendelezo mzuri wa kazi zake ambazo amekuwa akiachilia, na sasa hivi tunazungumzia Oluwa ambayo ni moja ya projekti imeachiliwa hivi karibuni na mpaka sasa hivi, na siku moja tu tangu imetoka, na namba zimekuwa zikiridhisha sana. Hii ni kutokana pia na kufuatiliwa zaidi na zaidi. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, ina takribani na watazamaji milioni moja ikiwa na siku moja, pale mjini YouTube. Sasa watu wa wengi wamekuwa wakijiuliza kwamba inakuwaje Marioo ametumia vitu gani, aidha roboti labda akatumia au ni vitu gani? Lakini kiufupi ni kwamba Marioo amekuwa ni moja msanii ambaye anafuatiliwa sana, namna pia ambavyo ameendelea kufanya promotion zake. Licha ya kufanya promotion, lakini pia mapokezi ya uh, watu imekuwa ni makubwa sana. Ukiangalia challenges ni nyingi sana ma DJs wakicheza ngoma, ukipita club watu wanabang na nini, kwa hiyo challenges zimekuwa ni kubwa sana ukipita mjini TikTok, ukipita Instagram, watu wamekuwa wakishare zile sound na vitu kama hivyo, inakuwa ni poa sana kwa, ni nguvu kubwa ambayo Marioo ameiwekeza kwenye promotion, lakini pia mapokezi yamekuwa ni makubwa sana kwa watu, mashabiki na vitu kama hivyo. Na so mpaka sasa hivi pale mjini YouTube ina takriban watazamaji milioni moja ikiwa na siku moja hii imekuwa ni kitu cha tofauti kidogo kwa sasa hivi, hivi kutokana na hali watu wakiwa na misimamo yao kwamba hakuna kusapoti kazi za wasanii hivi na hivi, hivi na hivi, na tumeona pia baadhi ya wasanii ambao wameachia kazi zao namba zikiwa hazirezeshi kabisa. Lakini kwa Marioo imekuwa ni tofauti, amekuwa akipiga namba nyingi sana. Oluwa sasa hivi yuko mjini anafanya poa sana. Milioni moja viewers ndani ya siku moja si kitu kidogo, kitu kikubwa sana na amekuwa akijivunia na baadhi ya mashabiki pia wamekuwa wakiwa upande wa Marioo kwamba baba achia kazi, toa kazi, ni kama vile wamemkubali. So hii ni funzo pia kwa baadhi ya wasanii ya mbao kama vile wanasikilizia upepo. Kwa sababu kizungumzia mwezi Desemba ni mmoja wa mwezi ambao watu wengi wanatamani kushuhudia maburudani ya kutosha. Watu wa kubeng kupoza moyo, kuanzia Januari mpaka Desemba na vitu kama hivyo. Kwa kikubwa, wasanii watoe kazi; haijalishi kwamba watu wana support au wasupport, kama kitu kizuri, watakipokea tu. Kwa sharo tukwa Kimario Oluwa inafanya vizuri na watu tumeipokea, na imekuwa ni goma kali sana kwa mwezi wa 12. Bana noma sana. Kikubwa usisahau kusubscribe, kushare na kulike pale Rush Informer ilikuwa wa kwanza kupata taarifa zote ambazo zinaishi humu mjini YouTube.